Uh, kila muda ambao utakuwa unakula wanga, mikate, gali, chapati, tambi, juisi za matunda, sio umekula chocolate, ice cream. Sukari yako kwenye damu inapanda. Na kile kitu sukari kupanda sio kitu kizuri. Ina matatizo mengi sana. Kinachotokea, mwili wako unazalisha insulin. Insulin inaenda kuchukua ile glucose, inaenda kuhifadhi kwenye mafuta, inaenda kuitunza kwa mafuta ya baadaye. Kwa sababu mwili wako Umeona mpaka umeanza kuumwa, basi unajua ume mess up sana. Mungu ametengeneza mwili ni kitu fulani cha ajabu. Issue inakuja kwa ile insulin ikiwa muda wote sana ipo kwenye damu kutokana na kula wanga mara kwa mara na kula mara kwa mara pia kuhifadhi hizo glucose na unapata kitu kinaitwa insulin resistance, baadaye unapata kisukari, baadaye utapata sugar pressure, utapata stroke, utapata heart attack, utapata kidney issues. Ni kwa sababu ya unnecessary sugar ambazo unakula na unnecessary wanga ambazo hazina umuhimu wote, sawa? Kwa hiyo unatakiwa siku zote ufanye insulin yako iwe down, kwa kuacha nini? Kwa kuacha kula wanga, kwa muhimu una fast, unaepuka kula wanga, usile mamikate, sijui maugali, acha nayo epuka matunda na juisi zake, the all bullshit. Matunda ambayo unaweza kula peke yake ni parachichi na zabibu ni matunda mazuri na pela, maybe fructose, kiwango cha fructose mwilini mwako kitakuwa kidogo. So ndio tunaita wanga za kiwandani, wanga nyepesi refined, wanga refined carbs, achana nazo, zina msaada wote za kusababisha magonjwa, na hauna misuli ya kuifyonza hiyo, hauna, una insulin ya kutosha kiasi kwamba una insulin resistance. Huwezi kubana nemo, huwezi kupungua nemo. Unataka kupunguza hivyo vitu ili uweze kupungua, unataka kupunguza hivyo vitu ili afya yako irudi kama kawaida.